Tuangalie sehemu kuhusu utiifu kwa mzazi uliotolewa na Mungu katika Kumbukumbu kumbu la Torati tano. Kupotea kwa maadili mema ya kidesturi yakiwemo yale yanayodumisha misingi ya utiifu kwa mzazi, heshima kwa wazazi na desturi imara ni jambo lenye sifa la ajabu sana katika jamii ya leo. Kadiri utajiri wa vitu unavyoongezeka na ubinafsi unapoenea, tunajikuta katika enzi ambapo watu hawawezi kuvumilia usumbufu wao wenyewe kwa hiyo inasikitisha sana kuona habari za watoto kuwadhuru wazazi wao. Walakini, hatupaswi kujifunza kutoka au kuiga kizazi hiki kiovu, bali tufuate mafundisho ya uchaji yaliyotolewa na Mungu, tukiwa karibu na wazazi wetu kikamilifu ndani ya mapenzi ya Baba na Mama na pia tukitimiza wajibu wetu wa utiifu kwa wazazi wetu wa kiroho. Tuendelee na Kumbukumbu kumbu la Torati sura ya tano 5 mstari wa 16, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuagiza, ili siku zako zipate kuwa nyingi na kufanikiwa katika nchi Bwana Mungu wako anayokupa. Tunaweza kuona kwamba mada inayorudiwa waheshimu wazazi wako na kujifunza mapenzi ya mtoto kwa wazazi inakaziwa kotekote kote kote katika Biblia. Basi miongoni mwa vitabu sitini na sita vya Biblia Mungu ametoa kielelezo kwa ajili yetu ili kujifunza utiifu kwa mzazi. Leo tutachunguza utiifu kwa wazazi wa Ruthu na utiifu kwa wazazi wa watoto wa mbinguni kumwelekea Mungu. Hebu nifanye muhtasari wa maudhui ya sura ya moja ya kitabu cha Ruthu. Kulikuwa na mwanamke Mwisraeli aliyeitwa Naomi ambaye alikuwa na wana wawili walioitwa Kilioni na Maloni. Majina ya wake za Kilioni na Maloni yalikuwa Orpa na Ruthu. Familia hiyo iliishi katika eneo la Moabu ambapo walikabiliana na magumu mbalimbali ikiwemo njaa, hatimaye ikawaongoza kurudi katika nchi yao ya asili ya Israeli. Kwa asili walitoka Bethlehemu. Mume wa Naomi anakufa na kisha wanawe wawili, Kilioni na Maloni, nao pia wanakufa. Hivyo mwishowe watu watatu tu katika familia Naomi, mama mkwe na Orpa na Ruthu wakwe zake waliachwa hai na hawakuwa na chaguo ila kurudi katika mji wao wa asili. Katika jamii iliyotegemea sana kilimo katika siku hizo, kulikuwa na kazi nyingi zilizopatikana kwa ajili ya wanaume, lakini fursa ndogo kwa wanawake. Kwa hiyo hata kama wangemfuata Naomi, hao wakwe wawili wasingekuwa na njia ya kupata riziki. Zaidi ya hayo, akisikitika kwa kuwakaribisha wakwe zake wawili wadogo, Naomi alikusudia kuwarudisha miji yao akisema, rudini mji wa nyumbani kwenu mkaolewe tena, ili mweze kuishi maisha yenu yote kwa kusudi na si kwa upweke. Orpa alijaribu kukaa na mama yake hadi mwisho, lakini hatimaye akarudi katika mji wa nyumbani kwake. Wakati ambapo Ruthu aliuliza, nikimwacha mama mkwe wangu peke yake, nani atamtunza? Hana mwana na mume wake alikufa. Ruthu alitangaza, nitakufuata hadi mwisho. Mahali uendako, nitaenda na mahali unapokaa nitabaki, he. Tafadhali msiniombe nirudi katika nchi yangu ya asili. Licha ya kuwa Moabu na si Israeli, Ruthu alijikabidhi kwa Naomi akisisitiza, Mungu wako atakuwa Mungu wangu na watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo, tafadhali rudisheni maneno yenu mkiniomba nirudi. Kwa azimio la kujitoa alichagua kumfuata mama mkwe wake. Hadithi hii imenakiliwa katika kitabu cha Ruthu. Je, si kweli kwamba maisha yetu ya kiroho ambayo wakati mmoja yalihukumiwa kifo sasa yapo leo kati ya upendo na baraka tele kutoka kwa Mungu, yote kutokana na dhabihu yake takatifu? Kwa hiyo wewe na mimi lazima tuwe wafuasi wanaomwonyesha Mungu mapenzi ya mtoto kwa mzazi, matendo ya moyo wa ibada, tukiiga mfano wa Ruthu.